Unampigia rafiki yako wa kiume unamwambia i love you, akisema i love you tunakupa na zawadi po Dodoma. Jamani, eti wafadhili po Dodoma. Unampigia rafiki yako wa kiume unamwambia i love you, akisema i love you tunakupa na zawadi. Halo halo, halo? wapi yo? Ok, i love you, umekucha umekucha.

tia soti, namaliza sekunde mbili, watododoa ajoibwana wa mwanangu. Lakini nilichogundua hapa, jamani, watododoma amegundua, Dodoma watu sio wahuni kama wa Dar es Salaam, yani Dodoma anini, ninasemaje yani. Watu wanaishi kwa upendo hey. Hawashangai kumwambia mtu kitu I love you hey. Lakini daa hapa kwa da hapa yaani matusi ndo ningeoga. <coughs> <coughs> <coughs> Anambia mimi I love you, mimi mke wako mimi.